Jasho Langu Riziki Yangu. Kwa sasa ndio napata kidogo, kwa sababu ndio nimekichapisha. Naamini kuwa vile nitaendelea kukimaket na akifikia watu tofauti, nawezapata mapato mazuri kutoka kwa hicho kitabu. Kikiwa ni kitabu chako cha kwanza, ni changamoto zipi ambazo umekumbana nazo na ni vipi ambayo umeweza kuikabili? Okay, so far nimekutana na changamoto mbili kuu ya kwanza ni marketing, cause mimi ni first time author and an upcoming author, so marketing it's a bit challenging. Alafu kitu ingine pia ni kupublish, ambapo inahitaji pesa juu, nilifanya self publishing pia. So marketing and publishing funds, hizo zimekuwa changamoto, cause nilifanya self publishing na niko peke yangu. So hizo ndo changamoto so far nimepata je. ni fursa ipi ambayo umeigundua katika tasnia hii ya uandishi na ni vipi umeitumia? Nimepanua mawazo cause maybe singekuwa naandika singepate idea fulani but the moment unaandika ideas zingine zinakuja. Wewe ukiwa kama mwandishi buka kwenye tasnia ya uandishi, je, unajiona ukiwa wapi miaka miwili ijayo? Okay, mimi naweza sema I see myself as a well established author moso in children's writing and pia adult. Najiona pia nikiwa hapo mbele like my books, ningependa sana kuziona zikitahiniwa ama tu kwa mashule yakisomwa like as proposed syllabus, ndio pengine kuna wengine ambao wanaona kwamba hailipi ama inachukua muda mwingi ndipo sasa uweze kuona matunda. Mi naweza sema tu, wewe anza, uwezijua maybe njia ni tofauti, si kama maybe kufanyikia mwingine, yako itakuwa sawa, just start then wandishi naweza sema inalipa as long as you have the right people by your side and the support, nam inalipa. Asante sana, na huo ndio mwisho wa makala Jasho Langu, nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti, kwa heri. Jasho Langu Riziki Yangu.